Maeneo matano ambayo majaribu huwa yanapitia. Maeneo matano ambayo huwa majaribu yanapitia. Um, ukisoma uh, katika maandiko matakatifu hasa unaposoma kitabu kile cha uh, waraka wa Yakobo sura ya kwanza kuanzia mstari wa kumi na tatu ukasoma hadi mstari wa kumi na nne, unaona um, uh, Yakobo anazungumzia swala la majaribu. Anasema mtu anapojaribiwa asiseme kwamba anajaribiwa na Mungu kwa sababu so, Mungu hawezi kujaribiwa na maovu na wala yeye hawezi kumjaribu mtu. Na anaendelea anasema kwamba, lakini mtu anapojaribiwa, anajaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Kwa hiyo sasa, a, kuna maeneo ambayo huwa majaribu ambayo watu wengi wanakabiliwa nayo, yako maeneo ambayo huwa yanapitia, na niko hapa leo ili niweze kuzungumzia haya maeneo ambayo ma majaribu huwa yanapitia, yale majaribu ambayo watu wengi wanakabiliwa nayo na eneo la kwanza ambalo majaribu huwa yanapitia ni katika eneo la mahusiano na yale mahusiano ya kimapenzi, eneo la mahusiano ya kindoa ni eneo la kwanza kabisa ambalo majaribu ambayo watu wengi sana wanayapitia yanawafikia, yana kupitia hapo, au majaribu hayo yanatokana na kitu hicho, yanatokana na, na, na, na, na, na, yanapita kwenye eneo la mahusiano, na ndio maana Yakobo anasema kwamba mtu hujaribiwa kwa tamaa zake mwenyewe. Sasa eneo hili la mahusiano ni eneo ambalo watu wengi sana wanatamani. Kila mtu anatamani kuwa na mahusiano, kila mtu anatamani kuingia kwenye mahusiano, kila mtu an, anatamani pengine kuoa au kuolewa. Ni kitu ambacho watu wengi sana wanakitamani. Sasa eneo hilo hilo, hilo linatumika sana kama mlango wa kufungua wa mtu kujaribiwa. Labda unaweza ukajiuliza, ni kwa, ni kwa namna gani mwalimu, jambo hili linatokea? Sasa eneo la mahusiano, huwa kila mtu mtu anapoingia kwenye mahusiano, huwa anatamani kuona anapendwa, anatamani kuona anajaliwa, anatamani kuona anafurahia ile mahusiano. Sasa huwa inatokea kwa namna moja au nyingine, vile vitu ambavyo mtu alikuwa anavitamani kuviona kwenye mahusiano havioni. Sasa anaposhindwa kuviona hivi vitu tayari anaanza kujaribiwa. Kwa nini? Kwa sababu alitamani kupendwa zaidi, alitamani kujaliwa, alitamani kupata labda, labda kupata ukarimu. Alitamani hivi vitu alivitamani. Sasa kwa sababu hajavipata, hapo ndipo unakuwa mlango wa kujaribiwa aidha kutafuta mtu mwingine au kuondoka kwenye yale mahusiano au kuanza mahusiano mengine au kuwa na mahusiano na mtu zaidi ya mmoja. Kwa nini? Kwa, kwa sababu kuna vitu alikuwa navitamani, ndio maana sema kwa tamaa zake mwenyewe alikuwa anavitamani sasa, so, hajavipata vitu hivi kwa ana, ana, anaanza kwenda kutafuta kule. Kwa hiyo mtu anaanza kujaribiwa, na wengine wafika mahali wanampenda mpaka Mungu dhambi kwa sababu hiyo. Kwa eneo la kwanza ambalo uh, majaribu huwa yanapitia ni hili eneo la mahusiano ya kimapenzi au mahusiano ya ya, ya kindoa, eneo la kwanza hilo. Sasa eneo la pili ambalo huwa linafanyika linatumika kama mlango wa mtu kujaribiwa ni eneo la mafanikio ya kiuchumi. Ma, mafanikio ya kiuchumi. Hili ni eneo la pili ambalo linatumika kama mlango wa kuleta wa kufungulia majaribu au kuleta majaribu katika maisha maisha. Unajua kila mtu anatamani kumiliki fedha, kila mtu anatamani kufanya biashara kubwa, kila mtu anatamani kuendesha gari nzuri, kila mtu anatamani kula vizuri, kila mtu anatamani kulala mahali pazuri, kila mtu anatamani kufanya vitu vizuri awe na maisha fulani mazuri. Kila mtu anatamani hicho kitu. Sasa kwa sababu ya kutamani vitu kama hivyo sasa, huo unatumika kama mlango pia kwa mtu kuweza kujaribiwa. Kivipi? Kwa sababu mtu anaweza kujaribiwa kutaka kupata mafanikio ya haraka. Anaweza kujaribiwa mpaka kufikia hatua pa kutamani ku, uh, ku, ku kumwaga damu, eh, kuiba na kufanya vitu vingi vinavyo ambavyo si vizuri ili aweze kupata ile mafanikio ya kiuchumi. Kwa hiyo eneo la pili ambalo linatumika kama mlango wa mtu kuweza kujaribiwa ni eneo la mafanikio ya kiuchumi. Eneo la, la mafanikio haya ya kiuchumi ni eneo ambalo linaweza kutumika kama mlango wa mtu kujaribiwa. Na unajua haya majaribu ambayo tunayazungumzia ni yale majaribu ambayo yanalenga kumwangusha mtu katika dhambi. Sasa eneo hili la kiuchumi, ni la mafanikio ya kiuchumi, ni eneo ambalo linatumika sana, na watu wengi sana wameanguka kwa sababu ya en, mafanikio ya kiuchumi. Kuna watu wengine mpaka leo hii tunavyozungumza, wanatumikia miungu mingine kabisa, na wengine walikuwa ni watumishi wa Mungu wazuri, lakini leo hii wameanza kuitumikia miungu mingine kwa sababu ya tamaa za mafanikio katika eneo hili la kiuchumi. Sasa eneo la tatu ambalo ni mlango wa mtu kuweza kujaribiwa ni eneo la muonekano mzuri. Kuwa na muonekano mzuri ni, ni eneo lingine ambalo linaweza ku, kuwa kama mlango wa kumfanya mtu aweze kujaribiwa ile hali ya mtu kutamani kuwa na muonekano mzuri. Hivi una habari kwamba kwa, kwa sababu hii kuna watu ambao wamefika hatua ya kuweza ya, ya kuibadilisha mili yao kufanya operations za kubadilisha miili yao kuonekana, kubadilisha mionekano yao. Lakini pamoja na hayo wako wengine, watu wengine ambao wamefikia hatua ya kubadilisha ngozi zao. Watu wengine kwa sababu hiyo wanatafuta wana, wana, wana, wana, wana, wana mpaka fedha ambazo sizo za halali, ili kuweza kuboresha na kubadilisha namna ambavyo wanaonekana. Kwa hiyo eneo hili la muonekano muone, muone ni eneo ambalo linachukua nafasi kubwa sana hasa kwa wenzetu wanawake wanachukua hili, linaweza kuwa ni, ni, ni, ni mlango mpana zaidi ambao wao wanaotumia kupita uh, kupitisha majaribu ya ambayo yanawajaribu wao wow. Unajua, kuna wengine ambao wamefika hatua ambayo wanatamani kutembea uchi kwa sababu tu ya ule, ule mwonekano. Kwa hiyo mtu ana, anafika hatua anamkosea ana, ana Mungu kwa sababu ya vitu hivi vinavyohusiana na ule mwonekano wa nje. Eneo la nne sasa ambalo ni mlango mwingine unaopitisha unao, unao majaribu katika maisha ya mtu ni heshima, eh, kupenda heshima au kupenda uh, madaraka. Swala la madaraka ni eneo lingine la ili, ni eneo la nne ambalo linakuwa kama mlango wa mtu kuweza kujaribiwa. Watu wengi sana naweza nikasema ni watu wote, karibu watu wote duniani wanatamani kuheshimiwa, wanatamani kupata madaraka. Sasa kwa sababu ya kuhitaji madaraka uh, kuna watu wengine wanafanya vitendo viofu, labda mtu anatamani kuchaguliwa katika nafasi fulani ya kimaongozi, wako watu wengine ambao wanatumia rushwa, watu wengine wanadhulumu, wana, wana, wana, wana watu wengine wanatumia wana njia haramu kabisa ili kuweza kupata hizi nafasi za kuwa na uongozi. Sasa eneo hili ni eneo ambalo mimi ninalitem kama eneo la nne ambalo linatumika sana kuweza kupitisha majaribu. Ndio maana anasema watu hujaribiwa kwa sababu ya tamaa zao wenyewe. Eneo la tano ambalo ni mlango wa mtu kuweza kujaribiwa ni eneo la umaarufu, mtu kutamani kuwa maarufu, kutamani umaarufu, kutamani hali fulani ya, ya, ya, ya kujulikana na watu wengi, ni kitu kingine ambacho au ni mahali pengine ambapo anaweza kupitisha majaribu au kumfanya mtu aweze kujaribiwa. Hivi najua mtu akiambiwa kwamba abudu sanamu ili uweze kuwa maarufu, ni watu wachache sana wanaoweza kukataa. Sasa Yakobo anasema watu hujaribiwa kwa sababu ya tamaa zao wenyewe. Sasa haya majaribu ambayo Yakobo anayazungumzia sio majaribu kwa maana ya ile, kwa maana ya temptation, kwa maana ya, ya, ya, ya, ya examination This is temptations. Aya, ni majaribu kwa maana ya kulenga kumwangusha mtu katika dhambi. Nicho kitu ambacho Yakobo anakizungumza. Sasa ni kwa tamaa, mtu anatamani kuwa maarufu, ajulikane dunia nzima. Sasa hapa ndio kwamba anaweza akajikuta anaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwake, kwa sababu kutamani kuweza kuwa maarufu na kujulikana na watu wengi na kuwa na, na, na kuweza ku, kwamba labda hizi kuna mitandao hii mtu anaweza kutamani kwamba akiposti jambo lake mara moja limewafikia watu zaidi ya elfu kumi limewafikia watu laki moja watu laki mbili watu laki tano Umaarufu sasa mtu hapa ndio wengine wanajikuta wamejaribiwa kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu ili aweze kupata huu umaarufu. Ndugu yangu, mimi kama mwalimu wa neno la Mungu, niko hapa nikwambie, usikubali milango hii mitano itumike kuweza kujaribu jaribu usikubali ku, ku, kuwa controlled eh? kuendeshwa na vitu kama hivi. Wakati mwingine wewe mwenyewe uweze kusimama kwenye nafasi yako ili kwamba uweze kushinda majaribu yote ambayo yanaweza kukufikia kupitia kwenye hii milango mitano ambayo nimekuonyesha siku ya leo metano, hati, sana. Hii ni milango mitano ambayo unapaswa kuwa nayo makini sana, kwa sababu hii inaweza kufungulia majaribu katika maisha kwako na ukajikuta umepoteza mwele, mwelekeo kabisa hata kama ulikuwa na mwelekeo uliokuwa mzuri lakini mwelekeo huo ukapotea kabisa kwa sababu ya kutojua namna ya kuifunga milango hii mitano ili isije kapitisha majaribu katika maisha yako. Asante sana kwa kuangalia kwa kwa kipindi hiki. Endelea kuwa karibu na channel hii kwa kusubscribe ili uweze kupata taarifa kila wakati ambapo video za masomo mapya zinawekwa kwenye channel hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana.